Naam bwana, mara tu baada ya Pateni kushuka on stage, nadhani tutakuwa unakumbuka kwamba usiku wa jana ni kwamba Pateni alipata nafasi ya, na ya kuperform pale, eh, pale Kawe katika viwanja vya Tanganyika Pekas ambapo kulikuwa kuna tamasha ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Serengeti Samia Festival ambapo, bwana, tamasha ilikuwa ni la kiserikali, ilikuwa la kibabe kweli kweli, ilikuwa li, ni moja kama kati ya matamasha makubwa makali na jukwaa, by the way Eh, majizo amefanya kazi nzuri sana ise, kusuka lile jukwaa ni international, na wasanii wetu bwana inabidi wajiongeze ili waweze kuperform vizuri zaidi katika majukwaa kama yale ya kimataifa. Sasa kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba kama unavyokumbuka kwamba jana tulileta update kuhusiana na the way ambavyo Zuchu alivyokuwa an, an, anampanga Pateni kwamba akihakikisha aki, aki kwamba amejiandaa kila kitu kitasimamia na akipanda pale stage anachotaka yeye ni kwamba awe, yani huyu Zuchu alikuwa anamsisitiza na, na kumsihi Pateni aumize kweli kweli. Umeona bwana eh? Eh, sasa bwana kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba eh, kweli Pateni alifanya show na Zuchu. Show ilikuwa kali na ni moja kati ya show ambazo zimezungumziwa zaidi, lakini pia Pateni bwana amemake headline baada tu ya kushuka. Tuliona bwana kwamba kulikuwa kuna gari pale ilikuwa imepaki Jeep fulani hivi Jeep Wrangler ambayo ilikuwa nyuma, kwenye plate number imeandikwa Dogo Pateni, umeona bwana kwa ni kitu ambacho kiliwa impress watu wengi sana, kuona kwamba okay, kumbe dogo Pateni bwana amekuja na jeep na jeep imeandikwa kabisa jina lake, yani amekuja kibabe kwelikweli, na of course akapata fursa ya kupanda on stage na Zuchu akaperform na mambo mengine kibao. Sasa katika interview ambayo baada ya kushuka tu amefanya interview, na ile interview bwana dogo ameongea ameongea point nyingi sana na kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi walikuwa wavifahamu ni kwamba huyu Pateni bwana kumbe ni mwanafunzi. Umeona bwana anamaliza form four mwaka huu, lakini pia umri wake ni miaka kumi na tisa, japokuwa nyumbani wameruhusu yeye afanye mziki, lakini pia vile vile ni kwamba ameamua ajitoe dedicate zaidi maisha yake sasa hivi kwenye kwenye mziki, lakini pia ameelezea shukrani zake kwa Zuchu. Kwanza kabisa amemtia moyo, amem supporti, ni amemua, amemtengenezea yani, ameifufua nyota yake upya na inang'aa sasa hivi ni kitu ambacho anamshukuru na hana cha kumlipa. Dogo Pateni amesema kwamba Mwenyezi Mungu Allah ndiye atakayemlipa Zuchu. Lakini pia vile vile ni kwamba Pateni ameelezea kwamba alivyopanda jukwaani pale, ile ndo jukwaa kubwa ambalo ameshawahi kuperform tokea alivyozaliwa, yani ilikuwa kidogo alikuwa na uoga kwa sababu ndo mara yake ya kwanza, lakini baada ya muda akaadapt mazingira na akaweza kuperform na akafanya show poa kabisa kama ulivyoona. Lakini pia vile vile, ni kwamba eh, shukrani zote hizo alizirudisha pia kwa Zuchu. So ni kwamba dogo bwana japokuwa na umri wa miaka 19, lakini katika interview ambayo alikuwa ameifanya bwana, kiukweli alikuwa anajibu maswali kiutuzima. Umeona eh, yani alikuwa anajibu maswali vizuri, utadhania labda ni msanii ambaye yuko katika game kwa, kwa miaka hata tisa. Japokuwa alikuwa anajibu short and clear, lakini alikuwa anatoa majibu kulingana na maswali ambayo anaulizwa. Kitu kingine ambacho amezungumza ni kwamba kwa sasa hivi ameweka wazi kwamba hana meneja na mtu akijitokeza, huwa ni ni issue tu ya mazungumzo. Lakini pia akaulizwa, kwamba je, unatamani kusainiwa WCB, au kuna hiyo issue, kuna hiyo michakato, na je unatamani, kwa nini unahisi mpaka sasa hivi bado hujao introduce kama msanii wa WCB? Kwa mujibu wake yeye Pateni akasema kwamba okay, Diamond ni international yeye hawezi akampangia, atakapoona kwamba atakuwa na fiti basi ata, atamsaini. Lakini kama anaona kwamba vigezo na masharti ya yeye kusainiwa pale hana, basi hawezi kufosi. Lakini pia vilevile vile kitu kingine ambacho amezungumza Pateni baada tu ya kushuka jukwani ni kwamba ameweka wazi pia na, na pia vile vile ngoma ambayo imetrend ambayo inafahamika kwa jina la Fande, ambayo Zuchu ndo amefanya naye remix, ni kwamba sio kweli maisha yake, labda ameshawahi kukutwa na na zahama kama ile, bali tu ni idea. Na pia vile vile amejazia kwamba video inaweza ikaja ya wimbo huu ambao amefanya na Zuchu wa Fande, inshallah. Dogo amesema hivyo, so ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha eh, unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.